Mtazamaji wa Tanzania ITV hujambo, lakini kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu ukaweze kuponyeza patoni ya subscribe ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Habari ambazo zimetufikia hata ingawa tunabeberisha matangazo haya kutoka Mbeya Tanzania, niliona ni vema tukaweza kuvuka mpaka kuelekea kwa majirani wetu Uganda ama Uganda ukipenda kwa sababu uchaguzi wa kiti cha urais na ubunge ulifanyika siku ya Alhamisi, hiyo jana ni kuonyesha picha halisi kwa kile ambacho kinaendelea. Kiongozi wa mrengo wa upinzani nchini Uganda ambaye alikuwa anawania kiti cha urais anaitwa Bobby Wine amekamatwa ghafla na jeshi la polisi katika taifa la Uganda. Bobi Wine, kulingana na matokeo ya hapo awali, alikuwa anaongoza na ikaonekana huenda atashinda kiti cha urais, lakini baadaye akakamatwa na jeshi. Na habari ambazo zinatufikia ni wazi kwamba ikiwa ni siku moja baada ya raia wa Uganda kushiriki katika uchaguzi mkuu, vikosi vya usalama nchini humo vimeripoti kushangazwa makubwa na kuzingira makazi ya kiongozi wa upinzani na chama cha National Unity Platform NUP, ya Gulanyi Sentam Robert almaarufu Bobby Wine katika hatua inayotafsiriwa kuwa kizuizi cha nyumbani kisicho na uhalali wa kisheria kumaanisha amewekwa under house arrest, yaani jeshi la Museveni, rais wa sasa, limezingira compound ama mji anakoishi Bobby Wine sasa hivi. Bobby Wine alikuwa na mke wake nyumbani mwake, sasa amezingirwa na jeshi ili asitoke kujua ni kipi ambacho kinaendelea na internet imezimwa nchini Uganda. Mashuhuda wa vyanzo vya National ama chama cha Bobi Wine ambacho kinaitwa National Unity Platform wameripoti kuwa askari wa jeshi na polisi waliokuwa na silaha nzito walifunga njia zote zinazoingia na kutoka nyumbani kwake, huku baadhi ya askari wakiruka uzio wa nyumba bila idhini na kuanza kuweka mahema ndani ya eneo la makazi hayo. Yani mtu anafika hadi wanafunga barabara za kuingia mji wa Bobby Wine, wengine wakaruka kwa fence, ukipenda ukuta, wakaingia ndani, wakaweka hema, wakakaa hapo ili Bobby Wine asitoke kusema ameibiwa kura. Inaelezwa ya kwamba Bobby Wine na mke wake walikuwa ndani ya nyumba wakati wa operesheni hiyo ilikuwa inatekelezwa bila hati ya kukamatwa, amri ya mahakama au tamko lolote rasmi kutoka kwa mamlaka husika. Yaani Bobi Wine anazingirwa na jeshi pasipokuwa na kosa. Mamlaka ya mahakama haijatoa ripoti yoyote, lakini kila ambacho kinaendelea nchini Uganda hakijulikani kufikia sasa. Hatua hiyo imeibua maswali mengi mazito kuhusu uhalali wake kikatiba, kwa sababu yeye ni mwananchi wa Uganda, hasa ikizingatiwa kuwa inahusisha uvamizi wa faragha, kukiuka haki ya uhuru wa kusafiri na kuwazuia watu bila msingi wa, wa kisheria. Hii ni njama ama uongozi wa kiudikteta kiimula ambao unaendelea kuendeshwa katika mataifa ya Afrika haya ndiyo tuliweza kushuhudia hapa Tanzania na sasa tumeanza kuyashuhudia kule Uganda. Bobi Wine angeshinda kiti cha urais, lakini sasa amezingirwa na jeshi na tunaambiwa ya kwamba kuna mengi ambayo yalitendeka. Serikali ya Museveni iliamua kuzima interneti ama mtandao kuwanyima wananchi wa Uganda uhuru wa kujieleza, kuwanyima wananchi wa Uganda demokrasia ambayo wamekuwa wakitisha kwa muda. Tunaarifiwa ya kwamba hata hiyo jana siku ya Alhamisi, mitambo ya kielektroniki ili feili haikuwa inafanya kazi kutambua wale ambao wamejiandikisha kama wapiga kura na tukafahamishwa ya kwamba kulikuwa na baadhi ya makaratasi ya kura yalikuwa yamejazwa, yaani yamekuwa marked in kuonyesha ya kwamba kuna mtu fulani ambaye atashinda kiti cha urais. Jeshi la polisi wakamwagwa katika vituo vya upigaji wa kura ili kuleta hofu na utata mkubwa hasa kwa wananchi wasipo ama wasimpigie Bobby Wine mawakala ama ukipenda ma agents mawakala wa upinzani walifukuzwa vituoni, ili wasije wakalinda kura za Bobby Wine, kura za Bobby Wine, hivyo ndivyo zilikuwa zimepangiwa kuibwa, kwa sababu haiwezekani jeshi limwawe kwa vituo vya upigaji wa akura, mitambo ikataa kufanya kazi, kuzimwa internet, haifanyi kazi yaani kala ambao ni wa Bobi Wine wa mrengo upinzani wanafukuzwa. Hii ilikuwa njia moja ya kutaka kuiba akura, na sasa wamezingira nyumbani mwake wakiwa na mke wake, wamezingirwa na polisi sasa hivi, hamna kutoka, hamna kuingia. Na vile tumefahamishwa, barabara bara zote za kuingia mji wa Bobi Wine zimefungwa na jeshi la polisi, na nyumbani mwake kumezingirwa na jeshi la polisi kwa ukuta. Wengine wameruka juu, wameingia ndani, wameweka hema. Yaani tunasema kwa kizungu house arrest, ili asije akatoka. Uongozi wa kiimla umeonekana wazi katika taifa la Uganda na vile umeonekana katika taifa la Tanzania. Haya ndiyo tulishuhudia mwaka jana tarehe 29 mwezi wa kumi, tukashuhudia internet kuzimwa Tanzania, kumaanisha Yoweri Museveni amekopi kile ambacho mwenzake ambaye anaitwa Sulu Hassan alichokifanya ili kufaulisha shughuli ya kutangazwa kuwa mshindi vile, na yeye alifaulisha shughuli ya kutangazwa kuwa mshindi. Unajua uongozi huja na uongozi huenda. Na sasa baada ya Bobby Wine kukamatwa tunaarifiwa ya kwamba sasa wamebadilisha. Yoel M7 anaongoza kura kwa kupata milioni 3.9 anaelekea milioni 4. Bobby Wine yuko na milioni moja nukta tatu, yaani vitu vimeenda Vice versa, lakini chama cha Bob Wine ambacho kinaitwa uh, kinaitwa NAP ya National Unity Platform wameanza kulalamika na kuuliza maswali kwa kusema ya kwamba kura zile ambazo zinatangazwa na tume ya uchaguzi zinatoka wapi, na kwa sababu mitambo ama interneti imezimwa wao wanazipata kivipi? Kutoka maeneo mbalimbali wanazitoa wapi? Hamna njia ya kueleza ni kituo kipi ambacho kiliweza kupiga kura, kura ngapi zimehesabiwa kwa kituo fulani. Ujanja unaendelea wa uh, upigaji wa kura nchini Tanzania. Nipo papa hapa ama Uganda, I mean. Nipo papa hapa kuhakikisha ya kwamba tunaufahamisha yale yana ambayo yanaendelea katika taifa la Uganda na tutarejea hapa Tanzania vile kawaida yetu. Asanteni sana, na ikiwa hauja subscribe na kwamba tu kaweze kusubscribe kwa kubonyeza patoni ya subscribe na washa kengele, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wa Tanzania ITV, na usisahau kubonyeza alama ya like. Asanteni sana.